Tukiendelea mbele ni kuwa polisi walitumia vitoa wa machozi kuwatawanya waandamanaji huku baadhi yao wakitumia mazungumzo ya maelewano kati yao na hao waandamanaji. Hata hivyo, licha ya kuwa mamia waandamanaji walijeruhiwa, maafisa wa polisi pia ni kati walioachwa na majeraha. Lakini kama anavyotuarifu Seth Olale, baadhi ya polisi na waandamanaji walijaribu kuzungumziana wakati wa maandamano. Kama ilivyotarajiwa, maafisa wa usalama walijihami na vitoa wa machozi malori ya maji ya gesi, <tiple> helikopta <tiple> na hata farasi <tiple> <tiple> ili kukabiliana na waandamanaji katika maeneo mbalimbali nchini. <tiple> Aidha, baadhi ya maafisa wa usalama hawakutumia vitoa machozi kutawana waandamanaji bali walizungumza nao. <coughs> zama kwenye picha hii ambapo afisa wa polisi alijeruhiwa kwenye purukushani, lakini wanaomsaidia hapa ni wanaharakati waliokuwa barabarani kuandamana katika kaunti ya Meru. Hata hivyo, ilimlazimu kamanda wa polisi wa Imenti Kaskazini, Ambrose Chalo, kushirikiana na waandamanaji kama njia ya kuwadhibiti vijana <tipos> Kufikia Jumatano jioni, maafisa wa usalama walikabiliana na waandamanaji ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote anakubaliwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Seth Olale, Runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.